Makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar, ambaye mpinza ni mpinzani wa muda mrefu wa rais Salva Kiir amekamatwa jana Jumatano, hatua inayoelezwa na Umoja wa Mataifa kuwa inaiweka nchi hiyo katika ukingo wa kutumbukia katika mzozo mpana zaidi. Aidha, serikali ya Marekani imemtaka rais Kiir kumwachia huru Machar, ikisema ni wakati wa viongozi wa nchi hiyo kudhihirisha dhamira yao ya kuleta amani. Silina Mdemu na taarifa zaidi Msafara wa magari ishirini yaliyokuwa na silaha nzito uliingia katika makazi ya Machar katika mji mkuu wa Juba na kumtia mbaroni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwanachama wa chama chake katika ongezeko la mzozo ambao umeendelea kwa wiki kadhaa katika nchi hiyo changa zaidi duniani. Taarifa hiyo iliyosambazwa kwenye mtandao wa wa kijamii wa Facebook na mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya nje ya chama chake, Rieth Moktang, imelaani vikali kitendo hicho ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji wa katiba kilichofanywa na waziri wa ulinzi na mkuu wa usalama wa taifa. Mkataba wa kugawana madaraka kati ya Kir na Mashar umekuwa ukivunjika hatua kwa hatua na kutishia kurejea kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano na kuwaua takribani watu laki nne kati ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu na elfu mbili na kumi na nane. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNIMIS umesema leo kwamba kukamatwa kwa Mashar kunaiweka nchi hiyo kwenye hatari kubwa. Mkuu wa ujumbe huo Nicholas Hayson amesema ukiukwaji wa mkataba wa amani wa mwaka elfu mbili na kumi na nane sio tu utaiharibu Sudan Kusini, lakini pia utaathiri eneo zima. Sudan Kusini ambayo ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Sudan mwaka elfu mbili na kumi na moja imesalia kukabiliwa na umasikini na ukosefu wa usalama tangu makubaliano ya amani. Wachambuzi wanasema Rais Salva Kiir mwenye umri wa miaka sabini na tatu amekuwa akitafuta mrithi wake na kumweka kando Machar kisiasa kwa miezi kadhaa kupitia mabadiliko ya baraza la mawaziri. Zaidi ya washirika ishirini wa Machar wa kisiasa na kijeshi katika serikali ya umoja wa kitaifa na jeshi pia wamekamatwa tangu mwezi Februari, wengi wao wakiwa wamezuiwa kuwasiliana na mtu yeyote. Kumekuwa na mapigano makali haswa katika kaunti ya Nasir kaskazini mashariki mwa jimbo la Upper Nile. Chama cha Machar kinasema kambi ya kijeshi na vituo viwili vya mafunzo ya kijeshi karibu na Juba vimeshambuliwa na vikosi vya serikali tangu siku ya Jumatatu. Msemaji wa tawi la kijeshi la chama cha Machar cha Sudan People's Liberation Army in Opposition, SPLA-IO, siku ya Jumatano aliyelaani mashambulizi hayo katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Facebook na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. Wakazi wengi katika mji mkuu wa Juba wameshikwa na wasiwasi kutokana na mizozo ya hivi karibuni na mivutano ya kisiasa.